Demla nafasi nzuri kwa JK Tanzania, nafasi ndio, Dilunga Hassan Dilunga, namna gani? Ni penalty Hassan Dilunga, ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa JK Tanzania, pasi nzuri ambayo Hassan Dilunga alipenyeza mwanzoni. Kwanza yule ni Demla, akaekewa Hassan Dilunga, nafasi nzuri lakini Disan Ngaliwango akaenda akamvuta bega hivi. Ni mkwaju wa penalty Geleka katembua, haya anamwachia Edward Songo. Katembua geleka na hata kumwangalia mlinda mlango Shaka hivi. Haya, moja mbili tatu! Edward Songo, Songo kwenda kuwatanguliza JKT Tanzania. Tizama nafasi ambayo ilipatikana mkwaju wa penalti. Hassan Dilunga ambaye alikwenda kuchezewa ndivyo sivyo na Bisan Ngaliwango, na mkwaju wa penalti alikwenda kufuata ule mpira, ngereka akatembua, lakini ulikuwa na spidi fulani hivi, na ilikuwa mbali. Edward Songo akaukwamisha nyavuni, moja bila. JKT Tanzania Dodoma Jiji hajapata chochote aga, aga. Hao ni JKT Tanzania oza wakati wote nini ni madhambi kena kwanza, rakaraka Dodoma raka, Jiji tizama ilivyokuwa, e, ngeleka katembua alicheza pasi moja hivi kafe <laughs> nafasi chumba cha kwanza wamesawazisha moja moja, moja moja, wakati wote nini ni madhambi Kwenda kwanza haraka haraka, Dodoma jiji tizama ilivyokuwa e, ngeleka katembua alicheza pasi moja hivi. <laughs> nafasi chumba cha kwanza wamesawazisha moja moja moja moja, na hawa ndio mashabiki ambao kwa uchache wao walianza haraka haraka hivi. Dodoma jiji kama masiara masiara hivi, mwana kibuta akaipeleka sehemu husika, akatandika shuti hivi, mpira uka reflect. Yakubu Ali, hiyo hapo ulikwenda kureflekti kwa Isadao. Ni moja moja, wanakwenda kupata Dodoma jiji. Hasan Dilunga eka pasi nzuri kwa Mfaume, Mfaume nafasi, ndio ndio bao e! La pili, Edward Songo Edward Songo kisama <coughs> Saidi Demla alimpatia pasi nzuri dilunga ilunga gaiweka ilu pembeni kwa karibu faume akaingia nayo ndani mlila mlango akacheza ile akaimalizia kabisa kule Edward Songo kwate finish. Ishiyo hapo Edward Songo ikuwa kuna ajizi nikwenda kupasia kwenye kamba tu kwakombele kwa bao mbili JKT. Mm. Shuli hidi Kipagwile alianza namna hiyo, akamwekea jemaile Idi Kipagwile, akaanzisha namna hiyo akajichanganya wenyewe, akaenda kamalizia Popita Kasunda akienda akisawazisha ni mbili mbili.